Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Akifunga maonyesho ya nane ya kitaifa ya teknolojia madini mkoani Geita, naibu waziri mkuu Dkt. Dotto Biteko amesema wizara ya nishati anayoisimamia haiwezi kuwa kikwazo kwa wachimbaji wa, wa madini hapa nchini. Ukuaji wa sekta ya madini umeongeza sana mahitaji ya umeme ndani ya nchi. Kwa mfano, katika kipindi cha miaka miwili pekee, mahitaji ya umeme kwa mkoa wa Geita ilikuwa megawati 35 lakini, ndani ya miaka miwili, kutokana na wachimbaji wadogo na sisi kuwa na umeme wa kutosha, mahitaji ya umeme wa Geita sasa yameongezeka mpaka kufika megawati 75, maanake mara mbili zaidi ya mahitaji iliyokuwa nayo. Na, na mimi nawaambia TANESCO kama kuna mahali mnapaswa kujiandaa ni kwa wachimbaji wadogo, kwa sababu kwa kasi walio nayo, kila mahali wanajenga CIP, wanajenga CIL sisarsplka. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema sekta ya madini imekuwa kutokana na mabadiliko ya teknolojia na mifumo ya uzalishaji iliyopelekea kuongezeka kwa dhahabu kutoka asilimia 40 hadi 90, kuongezeka kwa vat leaching ikiwa ni mkakati wa kutoka kwenye matumizi ya mercury ambayo yana athari mazingira na na athari afya za Watanzania, yamefikia kama alivyosema mwenyekiti wa Gerema zaidi ya mia tatu na ishirini na saba tumetoka kwenye matumizi ya mercury tumekwenda kwenye CIP ambapo recovery ya dhahabu ni zaidi ya asilimia 97, na kwenye mercury tulikuwa tunakwenda mpaka asilimia 40, asilimia 50. Sasa tuko kwenye asilimia zaidi ya 95. Sekta ya madini imekuwa na imeongezeka katika nyanja mbalimbali, nisitaje chache. Mmojawapo ni usalama wa uchimbaji wa migodi na uchimbaji pomaonesho haya yamekuwa ni chachu miongoni mwa mafanikio ya teknolojia madini. Ni pamoja na ongezeko la kampuni za wazawa ikiwemo Fema Mining and Drilling Limited ambapo amerejesha kwenye jamii na kuonesha manufaa. Wanajamii wanaotuzunguka tumeweza kuwatengenezea visima vya maji safi na salama ambapo wanapata kwa bure kabisa, ikiwa ni mradi uliofadhiliwa na Fema Mining and Drilling Limited. Lakini pia tunatoa sapoti katika huduma ya afya.